ndio changamoto za mitandao hizo, sometimes unaamka, mtu anaweza kutengeneza jambo na likapata ya time kubwa likateka mji eh, likatumia muda wetu mwingi sana, ambao tungeweza kuutumia kwa mambo mengine. Nadhani ndo consequences za maendeleo ya kimitandao, lakini status ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bado haijaupanzia tarehe mchezo huo. Taarifa ya mwisho kabisa ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo huo ilitolewa e, Machi nane, ambayo ilitangaza kuahirisha na ndani ya taarifa ile ilieleza kwamba itaupangia mchezo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapozungumza bado bodi ya ligi haijapangia tarehe ya mchezo huo e, lakini <coughs> lakini, e, kila kitu kinakwenda kama kinavyopaswa kwenda na kwamba e, kama ilivyoelezwa kwamba utapangiwa tarehe basi utapangiwa tarehe. Hmm. Lakini pia leo kuna taarifa kwamba uh, kuna zuio kutoka CAS kwamba Young Africans katika shauri lao ambao wamehasisha CAS wameomba kwamba mechi isipangiwe ratiba na hili pia likoje? Hey, hapo sasa hujataja bodi ya ligi hapo hapo umeitaja CAS na Yanga. Kwa hiyo nadhani wao, kama kuna jambo la wa mtindo huyo, wao ndo wanaopaswa kukuthibitishia, yaani kwamba zuio ni la Yanga, basi kuna afisa habari wa Yanga yeah. Kama, yani... kama, kama uwezi kumpata eh, basi katafuta kasi ni pande hizo mbili, umeshasema hoja yangu amb kwamba, yani, yani oh, oh, kwamba yani kwamba mmepokea maelekezo kutoka kutoka kasi kwamba hiyo mechi msipangia ratiba, bodi ya ligi nyinyi bodi ya ligi. Hatujawahi kuzungumza chochote kuhusiana na kasi kwa. Ndiyo. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza leo, hatujawahi eh, kuzungumza chochote kuhusiana na kasi. Sijui mmekuwa mkiripoti kasi kasi, lakini sisi hatujawahi kutoa update yoyote kuhusiana na kasi So, hakuna namna leo ndo tunaweza tukaanza kuizungumzia tukaanza kuizungumzia kazi. Kwa hiyo nadhani bado ni jambo ambalo mnaweza ee, kupata uthibitisho kutoka kwenye hizo pande mbili ulizozitaja. kwani Yanga wao wamekwambiaje, ambao unasema ndo wamepeleka zuio? Yanga hawajazungumza kitu kuhusiana hilo, kwamba haya nazungu... kama, hmm. kama unaosema unawataja kwamba wamepeleka zuio hawajazungumza kitu, unatakaje hmm. unatakaje sisi ambao hatujatajwa popote tuzungumzie hilo jambo. Mm -hmm. Nadhani nguvu kubwa mngeilekeza huko kwa hao Yanga ambao mmesema ndo wamepeleka zuio. mm -hmm. E, wawakilishieni kwamba wamepeleka, alafu ndo mje kwetu sisi mtuulize. mm -hmm. kwamba kwamba, eh, Yanga wameshatuambia wamepeleka zuio, nyie mnasemaji? Lakini ukianza na sisi, wakati sisi sio tuliopeleka zuio, mm -hmm. e, kwa maelezo yako wewe mwenyewe, e, inakuwa inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo ushauri wangu mimi ni huo. mm -hmm. uweke nguvu kubwa kwa Yanga ambao eh, wewe mwenyewe kwa, kwa, kwa uchunguzi wako ume, umegundua kwamba wame wamepeleka zuio sawa. Yanga wanaweza kapeleka zuio lakini pia uh, nyinyi kama bodi ya ligi pia mkapata taarifa kutoka bod, eh, kutoka CAS kwamba eh, kutokana na malalamiko ya Yanga Africans kuna hili kuna hili kwamba kuna chochote ambacho kipo kwenye, kwenye, kwenye hili ambalo linazungumzwa la CAS hapa. bodi ya ligi zaidi zaidi inaonekana wewe mwenyewe una uhakika juu ya hilo jambo kwa hiyo umeshindwa kupata uhakika kwenye sosi, sasa unalazimisha upate uhakika kwangu <laughs> mimi ama upande wetu sisi ambao ni third party mm. kwenye taarifa yako umesema ni Yanga na CAS. Yanga umepeleka zuio CAS mm. umeshindwa kupata uhakika kutoka Yanga, umeshindwa kupata uhakika kutoka CAS, unataka uhakika kutoka kwa bodi ya ligi ambaye ni third party. Haiwezekani, hauwezi kupata hivyo baba. Anaweka nguvu huko Yanga na CAS Bakari, huko uhakika utanijia mimi kuja kwangu mimi ukisema, mm. tumesha confirm Yanga wamepeleka zuio mm, na zuio hiyo linawahusu mie. Kwa hiyo, hebu tusikie wewe hapo, mimi ndio naweza sawa. Bakari nikazungumza sasa. Bakari Malima ana swali bwana juu yako, tunaye hapa kwenye kipindi hiki. Bakari Malima nataka kuuliza swali. Bakari, karibu sana. habari yako mkuu? salama salama, habari ya kazi? ah, salama. Sasa mimi wasiwasi wangu kidogo, nadhani mechi za mwisho huwa zinapangiwa siku moja saa moja kwisha, na ligi inakwenda mwishoni. Sasa kama Saida, ili sakata litakuwa lijakwisha e, timu zitabidi zisubiri mpaka ili sakata liishe, ili mechi za mwisho zichezwe kwa wakati mmoja au itakuwaje? Il, ili sakata, ili, ili sakata nadhani ndo mnalizungumza zaidi. Eh, nime- nimetoka kuzungumza kitu kimoja hapa. Nimesema tangu bodi ya ligi kuu Tanzania itangaze kuahirisha huo mchezo na kusema itaupangia tarehe ilikuwa Machi nane, bodi haijawahi kutoa taarifa nyingine yote mm. Kwa hiyo taarifa zingine zote zinazoendelea ni taarifa ambazo eh, vyombo vya habari vimekuwa vikivitafuta mahali kwingine, sio bodi ya ligi. Kwa hiyo mm. Kwa, kwa maana ya mimi kama msemaji wa bodi ya ligi kitu pekee ninachoweza kuzungumza kuhusiana na hili jambo ni kwamba bodi iliahirisha huu mm, mauta... mchezo na itaupangia tarehe. Kwa hiyo hili ndilo lamtikuanza kutabiri kwanza, kutabiri kwamba huo huo mchezo utakuwa baada ya ligi kuisha, utakuwa sijui utachezwa lini. Kwa sasa hivi siwezi kufanya hivyo kwa sababu si swala tu la kuupangia tarehe, linaweza likafanyika ni leo hii baada ya mimi na wewe kuzungumza iweza likafanyika kesho jioni au wiki ijayo. Eh, ukumbuke kwamba eh, kwa mujibu wa ratiba yetu hii ligi inakwenda inakwenda eh, kutamatika mwishoni mwa Mei, lakini kwa mujibu wa kalenda ya matukio yetu eh, na, na, na kwa mujibu wa kanuni eh, ligi inaweza kutamatika eh, mwezi wa sita kwa maana ya Juni. Kwa hiyo eh, hakuna haja ya kuwa na hofu na, na mpaka kufikia hatua ya kuanza kutabiri kwamba ikiwa hivi itakuwaje? Hapana, ni mapema sana kwa sasa hivi, kwa sababu jambo la kupangia tarehe mchezo ni jambo la siku moja, eh, ni jambo la dakika moja kuandaliwa, taarifa kutolewa kwa wahusika wa mchezo na maandalizi mengine ya mchezo kufanyika. Kwa hiyo tusiwe na hofu, tusiwe na hofu, wala wasikilizaji wetu wasiwe na hofu, wafahamu tu kwamba mchezo uliahirishwa na kwenye taarifa ya kuahirisha mchezo ilielezwa kwamba mchezo huu utapangiwa tarehe nyingine. Hiyo ndo taarifa ya mwisho kabisa ya Bodi ya Ligi Kuu. Sasa, Kharim, yeah. Uh, baada ya bodi ya ligi kuahirisha huo mchezo na kutokea sintofahamu eh, kukawa hakuna utulivu mpaka kufikia hatua ya mwenyekiti wa bodi ya ligi eh, kuzungumzia namna ambavyo wamekuwa wakipata madhara kupitia hizi timu mbili, kwa maana Simba na Yanga, eh, kuwa juu ya sheria na alikiri yeye hivyo kwamba kuna muda ambao hivi vilabu vina nguvu kuliko bodi ya ligi na kukawa kuna kikao e, cha bodi ya ligi e, TFF pamoja na serikali, ambao kupitia wizara ya michezo, si ndio, ili kuweza kuweza kupata usuluhishi ama kujua ni nini kilitokea mpaka huu mchezo kutokufanyika. Sasa tayari tu hapo ilionekana kabisa kwamba bodi ya ligi imeshindwa kuwa na maamuzi na haina meno, kwa maana ya kwamba imeshindwa kuamua ni nini cha kufanya dhidi ya Simba na Yanga. Sasa e, ni mwezi mmoja umeshapita na bado siku chache unaenda mwezi wa pili. Maana yake ni kwamba mmeshindwa e, kufanya maamuzi ya kuweza kuupangia huo mchezo, mnasubiria aidha taarifa kutoka upande mwingine ama kuweza kuweza ku, e, kuona ni nini ambacho kimeamuliwa kwenye hicho kikao. E, au mmeweza kuwafikia na nini, huo ndo uhalisia, kwa sababu haiwezekani mechi yailishwe huu mwezi wa pili na mshindwe kupata muda hapa kwa kisingizio cha kwamba Simba ana gem za kimataifa. Maybe mnajaribu kutafuta gap la kuona kwamba mtaweza kuupangia mchezo lini. Sasa tunaweza tukaenda mpaka mwezi wa tano, e, na ligi ikafikia, e, gem za mwisho, na hii mechi ya Simba na Yanga inaweza kuchezwa nje ya mechi ambazo za ligi ambazo tayari zishapangiwa tarehe zimechezwa, manake tunaenda mwezi wa tano na kuna gemu zinachezwa nyingi, na mpaka sasa e, sijui ni kwa utaratibu upi, lakini mwezi wa pili na hakuna e, taarifa yoyote ya kupangia mechi ya kiporo ambayo ilipaswa kupangiwa ndani ya wiki tu, tayari taarifa itoke ni lini mechi itachezwa. E, ni kweli kwamba mmekaa kusubiria tu kuona au kuna kitu kinawapushi kuweza kuona hamwezi kuamua kuipangia hii eh, mechi tarehe ikiuhalisia, kwa sababu huu ni mwezi wa pili unaenda. Ukitaka kuuliza swali, nenda straight kwenye swali. Ukianza kutoa majibu <coughs> ukatoa shutuma ukatoa conclusion alafu mwishoni ndo nauliza swali, hata <gni> msingi wa hilo swali unapotea. Umeshasema bodi ya ligi inatafuta visingizio, bodi ya ligi sijui imeshindwa kufanya maamuzi alafu mwishoni ndio unauliza swali. Unataka nikujibu nini, wakati tayari una majibu yako na umesha yaeleza kwenye maelezo yako. Umetumia muda mwingi kutoa maelezo, tadhani wewe ndio unajibu swali, kumbe wewe ndio unataka kuuliza swali. Umeshatoa na hukumu, umeshatoa na decisions, kila kitu, mwishoni ndio unauliza swali. Siwezi kukujibu, siwezi kukujibu kabisa, kwa sababu hakuna sababu ya kukujibu wakati, wakati wewe tayari una majibu na umeshanipatia mimi majibu yako. Sawa, Kharim. Kwa hiyo bila shaka uh, Watanzania wasiwe na hofu kuhusiana na gemu hii ndio kauli yangu ya mwanzo kabisa uliponiuliza swali lako la msingi. Ndio nimesema, nimesema bodi ya ligi iliahirisha huu mchezo, na kwenye taarifa hiyo ya kuahirisha mchezo, bodi ilisema itakwenda kuupangia tarehe huo mchezo. Bodi haijawahi kuzungumzia kikao sijui na wizara, haijawahi kutoa press sijui kusema sijui Simba na Yanga zimefanyaje, haijawahi kutoa taarifa yoyote ile okay. haijawahi kwa hiyo hayo yote mnayoyazungumza ni mambo yenu, yani ni mambo yenu nyie. Mmeyasikia, kama mmeyasikia wizarani mlipaswa kuzungumza na msemaji wa wizara, kama mmeyasikia sijui kwa nani mlitakiwa kuzungumza na yeye mwenyewe, lakini bodi ya ligi kuu Tanzania, tangu ilitoa taarifa ya kuahirisha mchezo na kwamba itaupangia tarehe nyingine, haijawahi kutoa taarifa nyingine yoyote. Ndio maana nimeshangaa, ndugu yangu hapo ananipa risala ndefu na nini na maelezo mengi ambayo nikimwambia anioneshe wapi aliyaona kwenye kurasa rasmi za bodi ya ligi hana, nikimwambia anionyeshe wapi kwenye tovuti ya webs ya, ya, ya ya bodi ya ligi wamesema, eh, walikuwa na kikao sijui na wizara au sijui na nani, hawezi kuonesha eh, kuonesha. Hayo ni mambo ambayo ni ya, ya upande mwingine, na ambao wao ndo wanatakiwa kuyatolea maelezo, sio bodi ya ligi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, Mwandike Digital.